Chenye nataka niseme ni hivi, mimi nimejaa furaha sana, na nataka Rigathi Gachagua aendelee kupigwa moja baada ya nyingine. wa mtu akitoka kwa kanisa tu hivi kwa mlango ya kanisa, piga, maana tunataka tunyamazishe Rigathi Gachagua. Hii nchi hatutaishi na mtu wa kuponganisha wa Kenya, Hatutaishi na mtu mchochezi, hatutaishi na mtu wa kumwaga damu za wananchi. Tunataka amani katika taifa letu. Rigathi Gachagua, ulishatolewa ndani ya serikali, aidha unyamaze ama vijanao watakushughulikia. Sasa hii serikali si serikali, na mimi nakuambia Rigathi Gachagua, whether you like it or not, wacha vinyangarika vyako vinakudanganya watazidi kukudanganya lakini, I'm telling you the truth. Rigathi Gachagua, hautawahi kuwa rais katika taifa la Kenya. Wewe umebaki kuwa mzee wa kijiji, na ubaki kukuwa mzee wa kijiji na utanyamazia kwa kijiji, na hiyo kitu tumekuambia. Rigathi Gachagua, wewe utabaki hati, kila saa ukienda kwa kanisa, unaenda kuchochea kuchochea kuchochea Alafu unataka ati sisi tukusifu? Hatuwezi kukusifu Rigathi Gachagua, na mimi nasema wenye walikupiga waendelee kukupiga, upigwa tu kabisa mpaka mpaka mpaka utakuja kujua hii ni nchi ya Kenya na tunataka amani. Vijana, mimi nafurahia vijana. Nyeri, Nyeri walikunyamazisha kwa kanisa, na ni vijana tu Ndo hii Kasarani, vijana wamekuvamia. Ni vijana tu wale ambao unasema ati ni majenzi watakusaidia. My dear friend, you are lying yourself. Hakuna jenzi atakusaidia, au ni PR tu wanapiga? Na wewe itakuwa inafika siku ya kupiga, kupiga kura, wengine watakuwa wanavuta bangi, wengine watakuwa wanakula mogoka, wengine watakuwa wanakunywa maratina, wengine watakuwa na bros kama TikTok. Na hiyo mimi na kusidanganya. Kwa hivyo mimi nakwambia hivi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Enda utoe mtoto wa ndugu yako mwenye umemfunga miaka 30, ndio useme unaweza ongoza wa Kenya. Maka, makabila hamsini. Wende utoe mtoto wa ndugu yako, sio unakuja kusema hapa. Rigathi Gachagua unaweza saidia nani? Hakuna Rigathi Gachagua anakuja kudanganya wa Kenya. hati Ruto alimwitisha bilioni, ati bilioni kumi. Wacha nikuambie Rigathi Gachagua bwana, hii mchezo unajaribu kutuchezea kama wa Kenya, hii wakati tumeamka na tunaona mbele na tunasema tutakurudisha, madhera tutakunyamazisha, ndani ya boma lako tutakunyamazisha ku, tuta hapo ndani, na hiyo ndo homa rest. Tutakufanyia chenye tutakuachia, ni choo ya uku peke yake na hiyo ndo iko. Kwa hivyo mi nasema hivi Mheshimiwa <laughs> hey, rais, wachia vijana kazi. Kwa Rigazi Kashagua wacha hata usionge rais Ruto, usiongee usionge. Vijana wameshachoka na vijana wamesema watadinda. Rigazi Kashagua ingine nikiongea hata niseme hivi mimi nashangaa sana, ninashangaa sana na wengine wanasema ati ODM imeleta umasikini, nyanza imeleta umasikini. Uliani hawa ni wenye wamenunuliwa pesa, wanawekewa pesa kwenye masimu zao, wakuja waharibia mheshimiwa Raila Molo tinga china. Na mimi nasema nyinyi vijana, ODM itadili na nyinyi, munapatiwa pesa mkuja muharibie Raila china, munatumia jina Raila kutengeneza pesa. Munatumia jina Raila kujiuza, hata hamuna aibu. Hata suruali za ndani hamujui kufua, na mnakuja kutukana hapa Raila, vijana wenye wamezaliwa juzi. Hata, hata wewe sijui Raila atakuitaje. Siasa yako imekuwa tuutumie Raila. Mimi nasema hivi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yeye hajasema. Acha nikwambie, mumeanza kuharibu jina, hakuna vile Raila atapigana na Ruto. Ruto ni mtoto wa siasa wa Raila. hii michezo mnapanga ni uongo mtupu, na sisi tunasema hivi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yeye hajasema atapigana na Ruto.